Saa kumi na mbili saa za Afrika kati, ikiwa saa moja majira Afrika Mashariki jioni, ni mitazamo yetu kupitia Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP. Moja kwa moja tusikize wananchi mita wana mitazamo gani. Na mtangazaji, jambo yako ndugu yangu, nashukuru Mungu kuona sunaziji kutupatia habari mbalimbali za mbali, matukio kwenye vita yetu ya West ya Kongo kinachoendelea ndani ya nchi nzima yetu ya Kongo. Nashukuru sana Mungu azidi kulinda, ila kitu nitataka sema wa ndugu Rajabu ni kuhusu mambo yetu ya nchi yetu kinavyoendelea, kwa kufatana na information tupatia dere jana kuhusu bwana Tshisekedi, kwa kweli rais yetu ni mtu yuko nafanya kazi iko na iko na ile nia ya kufeli bere kwanza, nchi yetu ya Kongo iwe na uhuru, itoke kule bubaya kwenye ilikuwa na aende fasi nzuri. Sasa na yeye kwa kweli, neno inayokuwa ako na yeye, ana uchu wa madaraka wa hela, ilo iliyosema ni kweli, angali na uchu wa hela. Unajua na yeye aliingia kwenye kiti ni maskini, anapenda apori vita hii, kama ilishaisha muda mrefu hii kwa kusema vita iendelee siku zote, vita ingali ni kuhusu aendelee na yeye kuiba, yenye itaendelea kesho inaweza kamletea magumu. Ataiona Gisa anamfanyia mwenzake Kiseki, ni anamfanyia mwenzake Josephu Kanambe huyo, na ndio si na yeye tamfutikia. Kumbe yeye atuoneshe ile nguvu iko nayo na roho ya kutaka ku Kutoa nchi yetu pabaya asiye pazuri ataendelea kwa na sifa, na sifa na ile kidogo anaisha pata inaisha mwenea astai kuendelea na hii mambo ya madoa doa, ndugu yetu tunaisha jua. Na naye mwenyewe ni mwenye kujua kama doa iko natupotezea wakati ba politisi wote ni mwenye kujua, mambo ya madoa, mambo ya kuongea ku, ku, ku, ku kwa ku Amerika, huko iko natupotezea muda, na mtu wote asiyejua hata siasa ni mwenye kujua hata peke yake namie kujua kama ni kutupotezea muda. Kwanza nipenda nikwambie, hivi sisi tunapenda wanza tupatie tu habari za nchi yetu, gisi watu wanaendelea kuteseka na gisi wanaendelea kupigana vita ili kugomboa maeneo yetu yenye madui walitunyanganya. Basi usiende na mambo ya doa, usituambiage tena ya ya ile juu utatuma, tunaanza acha na kufuata tena redio yetu, Baraka 1 TV ambazo inakupatia mahabari muda wote. Naam, Baraka 1 TV. Kaka Rajabu, kaka Rajabu, nakusalimia kwanza. habari yako, za siku nyingi ndugu yangu au jambo kwa salama wazima? ah, miaka eh, na miezi eh, miezi kweli miezi mingi. Ndio hivyo tena, maburugushani yakukuna kule, ndo kwa maana bado sijakuwa nachangia maoni kwenye TV yetu ya Baraka One TV. Naam kaka, mimi naweza nikasema ule jamaa ameongea saa tisa ewa na ameongea ukweli mtupu, na kila kile kila kipindi nilikuwa nakitoa maoni, na ndio nikwaga napenda kusema hicho chenyeyo jamaa amesema. Unajua mtu ameshapewa, ame amekabidhiwa inchi kwa mikataba, tunakupa inchi, lakini wewe utafata hivi, utafata hivi, tutagawa ichi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Na huyo mtu akasinye, akakubali, wakampa inchi. Awezi kuleta amani, awezi kuleta amani kwenye inchi hii. Ma diplomasi kunafanya ni afenti. Mi nimesemaga Kisekedi alisaini nao akina Kanambe na kina Kagame na kina Mseveni na kina Ruto alisaini nao kugawa inchi, yeye yeah, abaki na Kinshasa huku kote wagawe, akasaini kama vitoto. Wanampiganisha ni kudekutaka yale maeneo alisaini wawe nayo na yeye kufi, kufifiza vita isiishi, ni kwa sababu ya hayo juu, ni mtu wao, wako pamoja nao katika makonvasio alipatana. Sasa kitu kenye kiko wenye wataleta amani katika nchi ya Kongo ni wazalendo. jambo jambo, wakongomani wote pamoja na Baraka One TV, wazalendo aifaldse jambo sana. Ah, mimi naongea kuhusu au ah, Waisraeli Waisraeli hawa ni makini sana na wafrans wote, lakini Waisraeli kwanza mukuwe makini sana nao. Watu wanatuambia tununue vyombo vyao, lakini vyombo vyao hivyo tuvinunue aba vatu wanakwaka na vyombo vinakuwa kwa makamera oneza kununua chombo unaanza kitumikisha alafu bale viko na kompyuta kule tena kiko, kiko kinapiga nyie mapicha tena kinasukumia bali banaona fasu kwenye muko bana babombarde na hizi ndege zao havio. Aeroplane nazo zinunua na makini, musinunue sana hizi avio za bazungu. Aba bazungu, unaona saa vile raisi ya Iran alikuwa kama ananunua avio za bazungu ule president wa Irani, wakati sijui, alikuwa ameenda wapi kwenye helikopta, alikuwa anarudia hivi. Banayo ka kitu kamoya kanaitwa SK Jamii, kale ukiwa mwavio babakejua kwamba umeenda sehemu fulani, nao banaheshimamu bana take cover sehemu fulani, banajificha sehemu fulani, bananyiga kale katu, wakiona avio yako iko na kuya. Sasa avio yako ikekuya inaenda direct, haiwezi haiwezi kuikontrol wale yende pande hivi wale yende pande huku. Bwana Wajabu, habari ya leo? Uko mzima? Na ni kweli leo mmekuwa mapasta, mmehubiri Injili. E, kuna kitu nataka kuongea ama kuchangia. E, kuna jambo la wazalendu, hii mambo ya kukuwa napiga masasi ovyo ovyo si vizuri Eh, ma wale ma, wa, waadui wanaprofita kama wakazi ya sawa ile eh, ile betize iishe kabisa. Alafu pili eh, kulingana na Roger vile anasema mtu akikosea eh, usimuhukumu palepale hao, pale pale. Eh, hao vijana wanaharibika wakati mwingine, viongozi wanachangia pakubwa sana ukiangalia kuharibika kwao kenzi purusa ni yao katrevesenge purusani ya viongozi unasema, uniulize kwa nini mtoto anaweza haribika? Kwa sababu yako, we mzazi, haumuongozi mwongozi hau mtoto anataka mashauri na jeshi iko tu hivyo hivyo. Inatakiwa wakati hao wazalendo, viongozi wao waweke sheria. Hakuna kitu ambacho hakina sheria. Sheria ni kitu kizuri sana tena ni mbaya sana kwa hiyo, viongozi wao inatakikana waweke sheria kwanza wanajeshi, lakini hilo hiyo kusema kuwatoa Uvira <laughs> Ah, nyinyi pia mumejisahau ama sisi pia tumejisahau? Sisi raia hawa wazalendo ndio wanafanya M23, M23 isiingie Uvira ile. Nitawaambia vizuri, mutu anayeitwa mtusi anaogopa mzalendo mbaya mbovu. Sasa shida ya kuwa na na lewa lewa ovyo ovyo, bila mpangilio. Mimi huwa nauliza, kumbuka tena, niliuliza nikasema, munaweza shuhudia vita moja ya wale wa, waasi wao wenyewe kwa wenyewe. Nafikiri ni, ni siku moja, nafikiri sikumbuki ilikuwa wapi, sijui ni Bukavu, sijui wapi, niliwahi sikia ni moja, nimeshuhudia lakini wazalendo kila siku kila siku kila siku kila siku, hiyo ni betize sasa. Kusema kuwatoa Uvira siyo suluhisho. Suluhisho ni kuwakanya mpaka viongozi wao, natakana viongozi wao wapatie mwelekeo mzuri. Na ile ingine anyemesema ile viongozi majenerali wanakuwa elfu kadhaa, aa, hiyo nayo pana sasa, pale ni desordre, hiyo ni desordre Inatakiwa wagenero wawe na mpangilio na watoto wawaweke kwa mstari. mm, ee, jambo jambo Bwana Rajabu, wasemaje? Ndugu yangu wazima, naendeleaje na hali mnakaza e, mambo mengine anasemaje? mm, hapo studio anatoka kufuateni. hapa saa sita ndo e, nasikia mada ambayo ilikuwa mezani. Kwanza uliandika vibaya bwana, umetushtua moyo sisi wa wapendelevu wa television ya Baraka One TV mm. Baada ya kuandika Felix Tshisekedi kakimbia mji mkuu Kinshasa, ee, baada ya mapinduzi, unaona gisi umeandika bana, ili ni kosa kabisa miongoni mwa kosa, sababu kwa mtu mwenye kuwa na moyo kama sisi wagonjwa wa mapresha e, habari kama na hizi e, si, si sahihi wala si swahihi kabisa kuandika kuna muktasari wa habari ambayo ndio ilikuwa ni mada ambayo ulikuwa umeweka mezani ya kusema kwamba rais amekimbia baada ya mikimbia, kukoswa kupinduliwa. Sasa hii hali tusingependa, labda ungitumia Kiswahili ambacho mmetoka ukizungumza kwamba eh hey, rais ameamua aa, kubadili makazi yake kuyaondoa Kinshasa kwa muda na kuelekea katika mkoa mwingine. Unaona Kiswahili cha kueleweka lakini hapana kukimbia mapinduzi hicho. Uh, Kiswahili kibovu sana kina nafasi hiyo eh, mwambie Bwana Mwinyi na nampa saba hii. E, sasa mnapokuwa mnazungumza kitu tutachokiomba na sisi wakati mnapokuwa mnaingia mstudio, namba zetu mnazo e, na sisi tunakuwa tuko kwenye line kila yaumu kila saa kila dakika e, kama tungekuwa tunabadilishana Uh, isiwe tu mada ya watu wawili mnaizungumza, mnaimwa, mnaianza mwanzo, mnaichambua mmoja wawili, mnapeana majibu nyinyi wawili. Kama ingelikuwa vizuri, mnakuwa mnauliza angalau watu watatu, wanne, watano, kila mmoja anatoa fikra zake, tungekuwa tunasaidiana mengi. Tu hilo uh, tutaliomba inshallah, Allah uh, ulitendee kazi kwa uwezo wake Allah. Itakuwa ni vizuri zaidi kama vile mada ya mapinduzi ya, mimi sikuifurahia kabisa, Kiswahili hajikuniingia vizuri, yani nilishtuka baada kuona ndo naandika maandishi ah, yani nilishtua sana. Basi, ili jambo kwa kweli lisijirudie tena kesho inshallah eh, sasa mimi nitaka nitoe jibu na mimi nijiunge pamoja na wao nichangie na mimi eh, ni kama ilo ile jibu tu bwana Munye katoa kasema kwamba hapana, nchi ni kubwa, tuko na mikoa 26, na tuko na mikoa ishirini na sita japokuwa mikoa miwili katika nchi yetu imekumbwa na matatizo ya hapa na pale, vita vya huku na kule. E, raisi, kwanza nchi kutaka kuendelea, nchi kutaka kuendelea, raisi huwa hana maskani ya sehemu moja tu. Gisi iliitwaga Kinshasa ndo mji mkuu wa Kongo hapana hivyo kuna siku bwana Rajabu ulishaka kuwa na mawazo ya kusema kwamba na weo unaweza ukatoka Uvira kwenye unaeshi, kwamba uende utembelee Kinshasa. Eh? Utakuja kuona Kinshasa, utakwenda kufanya nini Bo? Utakuja kuona nauli ya kukutosha kwanza hapa Uvira na ufike Kinshasa, ya kukupeleka kwenda na kurudi, malazi, chakula labda uwe na familia kule, watu ambao watakayekupokea, gharama ya kula kwao, kula kulakuwa kwako iwe kwao, na kulala kwako iwe kwao, labda hapo ndio unaweza kupata ah. Lakini tu kila kitu kiwe kwenye gharama yako, siamini kama unaweza kupoteza huyo muda wa kulipa mamilioni ma au mamia ya madolari leo kutoka Uvira kwenda Kinshasa, kwenda na kurudi hautakosa dola elfu moja. Sasa hiyo dola elfu moja uipotezee nini? Kwa faida gani ambayo unakwenda kuifanya kule Kinshasa? Sasa na rais kutoka Kinshasa kuhamia Lubumbashi ni hatua muhimu, kwanza hey, ni hatua muhimu hey. Kwa sababu watu wasikali tu Kinshasa, Kinshasa hapana, na isingi ilikuwa huku mashariki mwa Kongo, mna matatizo kama kisa, alikuwa ali prometre mkampeni, alikuwa anasema makao yake makuu atayanishia Goma lakini kutokana na misukosuko ya huko ilisababisha jamaa ahairishe safari yake na akaairisha kuihamishia serikali yake. Siku zinapita, niliwahi kusikia wanasema kwamba Kindu Manyema, province ya Manyema ndo ilikuwa previ kwa sababu yao ndo iko katikati mwa Jamhuri ya Kongo. Manyema iko katikati mwa Jamhuri ya Kongo, ndo watu walikuwa wanapendekeza kusema kwamba heri mji mkuu utoke Kinshasa uje uhamie Manyema. Nafikiri hiyo taarifa, kunaye vitu vilikwenda sivyo ndivyo, basi hiyo dokima na hiyo dosie wakaiweka kando. Sasa ikiwa kwamba rais kwa kutaka kuendelesha mikoa mingine, laiti tusingekuwa tuko matatizo sisi huku kwetu mashariki mwa Kongo, rais angipasha kuteua, miezi miwili itakuwa Kalemi kitu ambacho kitafanyika pale mwa miezi miwili kwenye rais yuko na watu watajua kama kweli rais yuko hapa kwa kweli, kwa sababu nchi ya Kongo ni kubwa na hautajua matatizo ambayo inaikumba taifa ikiwa kwamba haukufanya mzunguko katika taifa lako, anatoka province ya Tanganyika anakuja province ya Sud-Kivu, anatoka province ya Sud-Kivu unakuja kujikuta mwaka una miezi kumi na mbili una masiku mia tatu na sitini na sasa unakuja kujikuta katika hii mizunguko ambayo atakayoifanya, inakuwa ni sababu ya kujua matatizo ambayo inapatikana katika yale maeneo ambayo amekwenda kutembelea na amekaa, kwa sababu anakaa na anaona, kinyume na mtu kuletewa habari, kinyume na mtu kuletewa habari. Bwana Mwinyi kazungumza kuhusu mheshimiwa aliyetuacha Magufuli, aliamua kuondoa serikali Dar es Salaam akaihamishia Dodoma. Ni kweli wende uangalisa Dodoma, Dodoma ile ya zama za Mwinyi na Dodoma ya zama za e, Nyerere. Sasa fika sasa Dodoma leo ya Magufuli ametuacha na Dodoma ya leo ya mama Suluhu Hassan, huko nafika dodoma unakataa kwamba hii siyo Dodoma hii au hizi nyumba ambazo zinajengwa hapa Dodoma hii haziko? Mtanzania, Tanzania unaifahamu? bwana Mwinyi anafahamu Tanzania eh, kutokana na nini? baada ya serikali kuhamia kule Dodoma, ilitakika Dodoma kupendeze zaidi, kuwe pazuri, kwa sababu mahala kwenye rais anakwenda kukaa haa, si fasi ya mchezo. Utakumbuka wakati Mandela anatoka jela, ziara yake ya kwanza ilikuwa ni kutembelea Zairi wakati wa Mobutu alitegemea kwa sababu kipindi kile, kabla ya uhuru Zaire hii ama Kongo eta Belgi ilikuwa naendelea mara mia zaidi Afrika Kusini. Si zaidi Afrika yakusini sisi tulikuwa tumeendelea zaidi sana. Mandela anaingia jela, anapiga miaka 27 iko jela. Alipofunguliwa, na Zaire hii ilichangia pakubwa sana kutoa pesa za kumwachilisha, kumtosha Mandela jela kule. Akasema basi, na mimi kwa kulipa, kwa kulipa fadhila wa wema ambao Wazaire wamenitendea kwa mimi kuachiwa kutoka jela, na mimi ziara ya kwanza ambayo nitaanza kuifanya katika ulimwengu huu nitaanza kutembelea kwanza Zaire. Akapiga mahesabu Zaire imepata uhuru mwaka 1916 akapiga mahesabu ya haraka akasema, kwa ile Zaire ambayo niliiona ya mweta Belge, hapana, naamini kwa hii miaka 27 ambayo ninafanya niko jela, naamini Zaire itakuwa imeendelea sana. Kwanza alitoka jela Afrika Kusini gisa aliacha na gisa aliikuta yeye mwenyewe alisahau, akasema a, hii haiko Afrika Kusini au niko mwinchi nyingine, sio South Africa hii. Lakini akamwambia ni South Africa hii. Akakuta familia yake yote iko pale, mkewe Winnie Mandela wote walikuwa na watoto wote walikuwa pale. Akasema ama kweli ni South Africa hii, na Mangusutu Butelezi wote walikuwa uko pale. Akaamini kwamba kweli hii ni South Africa. Lakini, lakini akasema ah, kwenye South Africa inakuwa hivi mwa miaka 27 anafanya niko jela, je, Zaire ambayo ilipata uhuru mbele na ndio ilikuwa imeendelea zaidi yetu sisi? Mandela akasema hapana, ilifo nitoke nende nende nitembelee Zaire, nende niangalie kwenye wea, kwenye sisi Afrika Kusini tunakuwa hivi, maana yake wenzetu Zaire wameshakuwa mbali sana. Ilibidi afunge safari, akaja Zaire kwa Mobutu. Alipofika Kinshasa, alikuta ni hatari kubwa, yale ambayo alitegemea haiko ndo alikuta. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka 1 TV. Mingine tukutane majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwenye Amka na Baraka 1 TV.